Ulialikwa rasmi na uongozi wa Segera Veterans wanaotumia uwanja wa Maili Kumi Sekondari kama uwanja nyumbani, katika harakati za kuja kuangalia namna au mapokeo ya malengo yetu sisi kama kitengo cha michezo, tamaduni na sanaa, tunapohamasisha shughuli za michezo kwa watumishi pamoja na wananchi mbalimbali Halmashauri Gira veterani ambao wamewalika wenzao wa pale kwa ajili ya kuhamasisha au kuonyesha umoja wa mshikamano, sio maeneo ya kazi tu, lakini pia katika michezo. Pia utaona juhudi mbalimbali ambazo zimefanyika na uongozi wa shule katika kuandaa miundombinu rafiki kwa ajili ya kusapoti au kuhamasisha shughuli za michezo shuleni, kwa sababu eneo hili tulilopo ni eneo la shule na sio kwamba linatumika tu na kijiji au walimu lakini pia wanafunzi wanatumia kwa ajili ya michezo mbalimbali. Kutoa maelekezo kwa watumishi na veterani mbalimbali, kila mwisho wa mwezi at least wawe na mechi moja. Tunashukuru sana uongozi wa timu ya watumishi iliyopo tarafa ya Muuro ameweza kuagiza mechi leo, ameweza kucheza na, na, na wale veterani. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunashukuru. Nitoe rai kwenye tarafa zingine nazo pia waweze kuagiza mechi za kirafiki, ili watu wazima ambao tayari wameshacheza mpira zamani waweze kuendelea na mazoezi ili kuliweka sawa, maana tunaweza kupitia mazoezi najikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Kama mnavyoona maandalizi ya uwanja mnavyouona, huu ni jitihada za uongozi wa shule na kamati nzima ya michezo. Siku ya leo tumeandaa mechi maalum kwa ajili ya kuhamasisha E, mazoezi kwa wazee na watumishi kwa ujumla, na ndio maana tukaandaa mchezo huu wa kirafiki kati ya ma, watumishi Segera versus majirani zetu veterani Hale. Na kwa kweli, ukiangalia michezo ni afya kweli, imetusaidia sisi kwa watu wakongwe kuja kucheza pamoja na wenzetu wakongwe wenzetu ambao wapo kazini. Hii imetupa faraja na kusaidia sisi mboa, kidogo afya. Ah, nani muda umeenda nini? tuna tunashukuru sana.